Mimi naitwa Joseph Osmond Mbilinyi maarufu kama Sugu, wengine wananiita Jongwe na wengine wananiita Taita. Masela wote waliokuwepo hapa wanajua hilo. Mheshimiwa mwenyekiti wa, wa mwenye chama taifa, Mheshimiwa katibu wa kanda, Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa, Mheshimiwa katibu wa mkoa Mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya na diwani wa kata hii. Na viongozi wote mliokuwa meza kuu, itikadi, itifaki imezingatiwa, lakini zaidi itifaki inaenda kwenu nyinyi wanachama na wananchi mliokuja kutusubiri toka Zoboe. Mheshimiwa mwenyekiti, tuko kanda ya Nyasa. Mpango uliokuwepo mezani ni operation maalum kabisa ya no reform no elections. Naomba mnijibu no reform no. no. no. no! Sijasikia utayari wenu no reform no. No. No! Tuko kwenye operation maalum ya no reform no election. operation hii imeanzia kanda ya Nyasa ambayo mimi ni mwenyekiti wake. Tulianza jana Mbeya Mjini, likapigwa nyomi la hatari. Mwenyekiti wa taifa Tundu akaniambia, Nyasa bado mko fiti vi? Nikamwambia na bado, si tunakwenda huko, utaona. Tukatoka Mbeya Mjini tukaenda Kabwe. Leo tukafanya mkutano wa maana sana. Wakati tunakuja tukasimama na Manyere, tukapiga nyomi ya hatari sana. Tumekuja Kirando, ndio mmeua kabisa. Kwa umati huu mwenyekiti wa taifa ni wazi sisi tunatembea kifua mbele kwamba kanda ya nyasa kwa sasa ndiyo ngome ya chadema katika taifa hili ndugu zangu niwashukuru sana wana Kirando na Nkasi kaskazini kwa ujumla kwa namna mlivyompokea mwenyekiti katika ziara yake ya kwanza akiwa mwenyekiti wetu wa chama taifa kama nilivyosema operation tuliokuwa nayo mezani ni kuhusu no reform no election, na tunaomba wananchi mtuunge mkono kama ambavyo wananchi wa Nkasi kaskazini mmekuwa mnakomaa wakati wote. Kuna watu wakasema, ah, tunaenda Nkasi kaskazini kufanya nini? Wanajitambua, lakini mwenyekiti wa taifa akasema lazima turudi Nkasi kaskazini ili tukumbushane kufukia haya yaliyotokea kwenye serikali za mitaa, tutiane ujasiri ndugu zangu. Kwa hiyo hamasa yenu tunaiona utayari, utayari wenu tunauona tayari, mko tayari kabisa kuikabili changamoto na mambo yote hofu negative yanayotokea wakati wa uchaguzi. Na nikiangalia sura zenu toka nimetoka Kabwe na Manyele na hata jana Mbeya mjini, naona kabisa Wananyasa mko tayari kwa ajili ya uchaguzi wa Oktoba. Isipokuwa hatuwezi kwenda business as usual, hatuwezi kwenda kwa namna ile ile, ndugu zangu. Hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi kwenye mazingira yaliyopo, mazingira ambayo mbunge ameongea mazingira ambayo mwenyekiti wa wilaya na diwani Galicha ameongea. Nini kimetokea katika chaguzi za zilizopita hususani uchaguzi wa mwisho wa mwaka jana 2024? Sasa hatuwezi kukubali kuendelea katika staili hiyo, kwa sababu haiwezekani na haitakiwi. Mbunge wa Chadema au diwani wa Chadema asitangazwe mpaka polisi wapige mabomu ya machozi, mpaka polisi wapige risasi za moto, ndiyo mbunge wa Chadema atangazwe, kama alivyotangazwa Aida. Haiwezekani watu waumizwe, haiwezekani watu wapate vilema, haiwezekani watu wauawe eti kwa sababu ya kiuchaguzi. Ili tunaenda kulikataa kuanzia sasa na operesheni yake imeanza jana. Mimi mwenyewe nimekuwa mbunge kwa miaka kumi ishirini, mwaka elfu mbili na kumi, ili niapishwe ilibidi tuchome matairi barabarani turushe mawe tukate nguzo tukate miti tufunge mji ndio nitangazwe, watu wengine wakiwa wamekufa, watu wengine wakiwa vilema mpaka leo. Sasa ubunge gani wa? Mwaka elfu mbili na kumi na tano pamoja na mimi kuwa mbunge aliyechaguliwa kwa kura nyingi kuliko wabunge wote katika bunge lile, lakini bado ili kutangazwa, ilibidi yachome matairi, ilibidi watu waumizwe, ilibidi watu wakamatwe, ilibidi watu wapewe kesi, ilibidi wanawake wabakwe, ili mimi niwe mbunge. Sasa hatuwezi kukubali kwenda kwa, kwa staili hii. Ni heri mimi nisiwe mbunge ndugu zangu kuliko kuwa katika, kupita katika mazingira kama haya. ishirini ishirini ndiyo kabisa ilikuwa bara, hawakuleta tena polisi, walileta vifaru vya jeshi na magari ya delaya. Unajiuliza, hii ni Mbeya au tuko Gaza ya Palestina? Lakini hiyo ndio mambo yaliyotokea, na ndiyo maana tunasema hatuwezi kulazimisha. No reform, no election. Tunadai tume huru ya uchaguzi ambayo itaenda kupelekea chaguzi zetu ziwe huru. Ndugu zangu, na katika hii tunatarajia support ya wananchi wote Tanzania nzima. Ziara hii haitaishia hapa. Tunaenda ziara kwa siku arobaini na nane zilizopangwa na chama. Jana tumeanza Mbeya siku ya kwanza, leo siku ya pili. Kwa hiyo tuna siku arobaini na sita mbele. Kesho tutakuwa bado mkoa huu, kesho kutwa tutakuwa Sumbawanga mjini. Tunaenda kupiga nyomi kama hivi ili kuwaonyesha Chama cha Mapinduzi na serikali yake kwamba wananchi wanaosema kwamba wanawachagua, wanakataa kwa vitendo, kwa kujaa kwenye mikutano ya Chadema. Vinginevyo hapata karika na katika. Watu tunaomba sapoti ya makundi mbalimbali, walimu. Walimu wangu mko hapa wote, sisi tumepita kwenye mikono ya walimu, lakini nikikumbuka walimu walionifundisha mimi Mbeya Sekondari, Mbeya dei pale Mbeya sioni kama zile karakteristiki zao zinaenda na walimu wetu sa wa sasa hivi. Wa walimu walionifundisha mimi, nimesoma sekondari wakati wa chama kimoja, lakini bado walimu walikuwa wanatufundisha masuala ya kusimamia nchi. Leo hii walimu wetu mliokuwepo hapa ndio mnatumika zaidi katika kuchakachua uchaguzi kila mwaka kwenye uchaguzi zetu, ndugu zangu. Lakini katika kundi ambalo linaonewa na serikali ya CCM, kundi ambalo serikali ya CCM linawafanya mafala ni kundi la walimu wetu. Sasa sisi hatuwezi kuwaacha, tunawaamsha, tunawakumbusha. Walimu nyinyi ni dada zetu, ni shemeji zetu, ni watoto wetu, ni ndugu zetu ni marafiki zetu. Acheni kutumika na Chama cha Mapinduzi wakati wa uchaguzi, ili msaidie ukombozi wa taifa hili, na hao ndio wa kwanza kulalamika. Wanalalamika hata bima zao za afya hazikizi mahitaji. Unapewa bima ya afya, unaenda hospitali, unaambiwa hii inatibu tu, mafua tu na vipele. Unataka ufanyiwe you operation unaambiwa haizitoshi. Lakini na pamoja na magumu yote haya inapofika wakati wa uchaguzi, mwalimu wangu, unaitwa unapewa tisheti ile ya tume ya uchaguzi, unapewa na kapela tume ya uchaguzi. Gafla unatubadilikia mpaka mwendo, unaanza kutembea kwa minyato, unajiona na wewe ni mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Msitufanyie hivyo walimu, mnatuchosha sisi wa Tanzania wenzenu. Lakini kuna polisi tunataka tuwahusishe pia polisi ni wanesu kabisa, ni ndugu zetu kabisa, ni jamaa zetu kabisa. Wengine ni wapangaji wetu, wengine wana nyumba, sisi raia tunapanga kwenye nyumba zao, na hii ndio Tanzania. Ndugu zangu wa polisi, ni waombe ifike mahala na nyinyi sasa mshtuke, msikubali kutumika kifara, kwa sababu katika watu ambao wanaonewa pia na nyinyi polisi mmo, mnadhulumiwa fedha Ripoti ya CAG inaonyesha katika watu katika wizara ambazo hela zinapigwa ni pamoja na wizara ya mambo ya ndani ambayo hawa polisi haziwaengelea. CCM odaadegi wanaibia mpaka polisi hela, alafu unataka kucheka na CCM hawa. Ndugu zetu polisi wana mfuko wao unaitwa wa kufa na kuzikana, wanakatwa mishahara yao wa, mfuko waliuanzisha wenyewe baada ya kuona wakipata matatizo, serikali haiwasaidii, wakajiongeza, wakaanzisha mfuko, wanaweka hela zao mle kwa ajili ya kusaidiwa. Lakini hawa jamaa wa serikali ya CCM mpaka kwenye ule mfuko wanapiga hela kudaadeki, alafu polisi hawafanyi kitu. <laughs> Lakini hawa polisi wetu hawa, hawa polisi wetu hawa wanadhulumiwa mpaka uniform zao hela za uniform za polisi zinaliwa. Hili tumelisema sana bungeni, nikiwemo mimi mwenyewe. Inapelekea polisi wetu kulazimika kushona uniform zao wenyewe, wanabaki na vifungo tu vile vya chuma, lakini uniform kila mtu ya kwake. Na ndio maana nikiita makamanda wangu hapa wa polisi watano, angalia uniform zao. Huyu utakuta kijani kidogo kama mzomba, inakataa. Mwingine inaenda kama kaki fulani hivi ya tumbaku, inakataa. Mwingine inakwenda kama inataka kuwa kama kombati ya chadema hivi, hapo inatoka, inakataa yote. Ni kwa sababu serikali ya CCM haiwajali hata watu inaowatumia katika kupora uchaguzi. Sasa ndugu zangu, muda ni sasa, wakati ni na operesheni hii no reform, no election, ili kuhakikisha kwamba watanzania wote tuna uwezo wa kuchagua viongozi tunaowataka. Wavuvi apiga wacha mbali, tunaomba muungane na sisi. Hamuwezi kufa njaa hapa wakati mmekaa pembeni ya ziwa, lakini mwambao huu hauna chochote. Hakuna hata kiwanda cha samaki wala hakuna hata soko kubwa la kimataifa la samaki ambalo lingekuza uchumi wa watu wetu, wavuvi wetu hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, mkutano huu ni wa mwenyekiti taifa, mimi kama mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, mtarudi hapa kufanya mkutano mingi na nyingi, lakini kwa sasa niwaombe sana, tusifanye mchezo, tuunge mkono juhudi hizi no reform, no reform wa Tanzania wawe na uwezo wa kuchagua viongozi wanaowataka kwa uhuru, na viongozi hao watangazwe, kwa sababu viongozi waliochaguliwa ndio viongozi wanaowajibika kwa wananchi. Kunja ngumi ili mwenyekiti ajue kwamba mko hapa, ili nimnyanyue. Msipokunja ngumi vizuri na sepanaye faster, Kirando people. Asanteni sana wana Kirando, naomba sasa nikukaribishe mwenyekiti wa taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu, uongee na nyumi hili la wana Kirando. asante sana na